Misingi ya sera ya mambo ya nje. Na misingi hii ilianza tangu tumepata uhuru ilikuwa saba uhuru, imekuwa ikiakisiwa katika sera zetu za mambo ya nje, waraka wa rais namba mbili wa mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne na Azimio la Arusha la mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba lakini ikaja ikabebwa kwenye sera ya mambo ya nje ya mwaka elfu mbili na moja ambao tumetekeleza mpaka tulipozindua sera yetu. Kutokana na tathmini iliyofanyika, ikaonekana kuna umuhimu wa kuongeza msingi wa ziada, kulinda mamlaka kamili ya nchi, mipaka kamili na uhuru wa kisiasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna kulinda uhuru, haki za binadamu nademokrasia kukukuza Umoja wa Afrika kuongeza ushirikiano wa kiuchumi na washirika wa maendeleo kuwezesha utekelezaji wa sera ya kutofungamana na upande wote na ushirikiano na nchi zinazoendelea, halafu kuunga hala mkono Umoja wa Mataifa katika juhudi zake za kuomeresha maendeleo ya kiuchumi ana usalama pouikuwa tumeishia sasa. Baada ya tathmini, ikaonekana kuna umuhimu wa kuongeza msingi mpya ambao na kulinda maadili na utamaduni wa watuwa jamhuriyagna Tanzania taifa lolote lile, pamoja na kwamba tunashirikiana na wenzetu dunia nzima, lakini ni lazima tuendelee kulinda mila desturi tamaduni za watu wetu na za nchi yetu zisimonyolewe kupitia ushirikiano wetu nje nchi. Kwa hiyo tu ni kutoka saba zimekwenda nane kwenye sera yetu. Hatua zilizochukuliwa kisera kisheria na kikatiba kwenye maswala ya haki za binadamu, utayakuta huku kwamba yanalindwa na katiba jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba yanaainisha haki za binadamu e, lakini tunasema sisi hakuna maana moja ya haki za binadamu dunia nzima. No one size fits all. Sisi maana yetu ya haki za binadamu ni katiba, sheria mama, lakini pia na sheria zilizopo lakini pia na swala la e, mila desturi na tamaduni. Kwa hiyo utaona swala la haki za binadamu utakaposoma kitabu chetu kicha sera e, kinatoa ufafanuzi mzuri sana na misingi na taasisi ambazo zimewekwa katika kushughulikia swala la haki za binadamu. Nadhani tunakwenda kwenye ngazi ya juu zaidi na ukiona takwimu ambazo manufazi hii sera tunayotekeleza imeleta ni makubwa sana katika nyanja mbalimbali mbali. Kwa mfano mathalan kwenye ushirikiano wawili sera imewezesha kusainiwa kwa mikataba na hati za makubaliano na mataifa mbalimbali mbali, ambayo imeleta fursa nyumbani katika mbalimbali nyingi. Na vilevile vile kwenye mshirikiano wa kimataifa, ushirikiano wa kikanda, ushindi wa janabi, hii sera inahusika nayo kwenda kushughulikia maswala ya kimataifa. Tanzania inaenda sasa kushiriki kutatua changamoto za kiafya. Swala la afya ni swala la kimataifa, sio swala mm. la nchi moja mm. au swala la kikanda peke yake. Kwa hiyo utaona sera hii ina malengo ya multilateral relation okay. Ushirikiano wa kimataifa ambao kupitia malengo hayo ndio yamewezesha sisi kuweza kuomba ridhaa ya nchi okay. Kanda Afrika mm. watuamini na kutuweza kutupa nafasi ya kuwa kiongozi wa kushughulikia changamoto za kiafrika imetoka kwenye sera, lakini tukoje? Namba zinazungumza zenyewe. Mwaka 2021 nadhani ukiangalia kwa mfano kwenye idadi ya e, ya watalii tulikuwa tunaongelea kama milioni 1.7 o7 b hivi. Mwaka jana 23 24 tunaongelea 5.4 5 kwenda juu. Sasa hii sera inaleta manufaa haya, okay. sisi tuna ushirikiano wawili tunazungumza na nchi e, rafiki zetu tunawashawishi watu wao kupitia balozi zetu 45 na konseli kuu tano, na tunatangaza utalii, tunatangaza vivutio, na kupitia filamu ya rais ya Tanzania The Royal Tour, nayo imechochea kwa kiwango kikubwa, na unaona namba zinazungumza, na uwepo wa watalii kama ambao tumekuwa tukiainisha unaenda sambamba na manufaa kwanza, manufaa ya kiuchumi kwa mahoteli, lakini wakulima wetu wanauza vyakula, alafu biashara zinakwenda, wanauza sanaa, wanafanya biashara za usiku Dar es Salaam ni masaa 24 for nightlife economy wakija kwenye mikutano kuna faida inakwenda kwa wananchi wa kawaida, lakini miradi yote ya kimkakati japokuwa utaona ni ya kisekta, lakini inaanzia kwenye sera hii. Sera hii ndio inawezesha, inaweka taratibu ya sisi kufanya mashauriano, kufanya majadiliano kuhusu misaada ya kiteknolojia, kuhusu mikopo, kuhusu upatikanaji wa rasilimali, na huyu ni miongoni mwa malengo ya kwenye sera hii. Upatikanaji wa rasilimali yameendelea kuwepo swala muhimu. Jukumu letu ni kutafuta rasilimali nje ya nchi kwa masharti nafuu ambayo yatumizi na kuleta nyumbani kutekeleza fursa okay. utaona reli utaona bwawa la Mwalimu Nyerere pia tumeainisha kwa mfano, shirika la ndege la Tanzania ambalo linakuwa kwa kasi ile, mikataba ya watu eneo gani, sera inafanikisha kwa sababu kuna ushirikiano wawili. Kwa hiyo maeneo ni mengi, hayaanzi tu hewani. Sisi tutashirikiana na nchi rafiki kwanza. Hii ni sera na ina mkakati wake wa utekelezaji, ambayo mkakati wake unaweka mbinu sasa za namna gani kuchochea kasi ya kuchangamkia fursa ya kuleta fursa hmm. lakini utaona maeneo mapya yaliyoainishwa kwenye sera hii yaliyotangazwa, ni maana ambayo hapo awali hayakuwa yamejumuishwa kwenye ushirikiano wa kimataifa. Kwa hiyo msukumo wa kuyachangamkia kuleta fursa ya kimataifa hapa nchini haukuwepo kwao, sasa hivi yapo. Lakini ukiacha maeneo mapya pia wadau, sera mwaka huu inaainisha zaidi wadau wengi na yanawapa majukumu. Mathalan, sekta ya habari media wamepewa jukumu kwenye sera hii wafanye nini? Kwao kazi yenu itakuwa ni kuelimisha umma. Kama hapa sasa hivi wananchi wanafuatilia, wanaelewa sera, ni jukumu ambalo tayari mmeanza kulitekeleza. Lakini pia mtakuwa na jukumu la kuwapa wananchi taarifa ya fursa. Utaona kama walivyozungumza Mheshimiwa Rais kwamba sasa hizi diplomati e, wanadiplomasi wetu wako accountable kwa wananchi, yani wanawajibika kwa wananchi. Amezungumza suala la wajibikaji kwao badala ya kusubiri kuwajibika kwa mamlaka za uteuzi. Sasa hizi wanawajibika kwa wananchi kwamba jamani, tumekwenda tumefanya mazungumzo na nchi ai hey, tumepata fursa hizi, lazima tuwaambie kupitia kwenye utaratibu kama huu, lakini kupitia kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana ukienda kwenye kila Twitter au ukienda kwenye Instagram, utaona kabisa kwamba kuna kitu kipya kimetangazwa pale na mwananchi anachangamkia sasa. Lakini pia sekta nyingine ndani ya nchi nazo zina wajibu wa kurahisisha ule mchakato, kwa sababu ni shirikishi, ili mwananchi aweze kufaidia maeneo mapya ambayo umetamkwa, moja wapo ni diaspora, na baada ya tathmini ilibaini kwamba kulikuwa na mapungufu kwenye lo la diaspora, kwa sababu mwongozo ulikuwa unashirikia masuala ya diaspora, ilikuwa na ilani ya chaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa uchaguzi wa mwaka 2020 ambayo ilikuwa okay. inaongelea tu kushirikisha watanzania waishio nje ya nchi katika maendeleo ya taifa, kaishia hapo. Lakini haikugusia kwamba kuna kundi lingine ambalo katiba na kisheria sio Watanzania, sio raia wa Tanzania, lakini wana wana asili ya Tanzania. Kwa hiyo utaona sera hii kwa mara ya kwanza inajumuisha ushirikishwaji na ushiriki wa watanzania waishio nje ya nchi katika maendeleo ya taifa, lakini pia raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania nao, sera inatambua umuhimu wa kuwashirikisha katika maendeleo ya taifa. Kwa nini? Hawa ni raia ambao wamepoteza uraia wao moja au nyingine au wengine walizaliwa na wazazi wao nje ya nchi, lakini hawezi kupoteza asili yao. Kwa hiyo hmm. Sera sasa inatambua hilo na inatoa matamko ya kuserikali kwamba itawezesha itafanikisha e, kushughulikia masuala ya diaspora na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania katika maendeleo ya taifa na kuonesha kwamba swali ni muhimu tayari. E, sera nyingine sera ya ardhi e, toleo la mwaka elfu mbili na, to, toleo la la mwaka elfu mbili na ishirini na nane nalo na limetambua hiyo na zinasomana naona, kwa hiyo unaona tayari swala la diaspora limechukua limepata tayari suluhisho la kisera tayari sasa ambalo litawezesha sasa taratibu nyingine za kikanuni kisheria kufanyiwa kazi ili kuweza kufikia ile azma ya kurahisisha kundili muhimu kuchangia maendeleo ya taifa moja kwa moja, kama ni uwekezaji, kama ni kutuma fedha kwa ndugu zao, kama ni kuwekeza kwenye sekta kama za nyumba, kama sekta za mitaji kama vile UTT Amis tunaona wanawekeza sana, kama ni kwenye sekta kilimo viwanda. Hiyo ndiyo itakuwa sasa mwelekeo mpya wa kisera, tayari imepata majibu kwenye mwelekeo wa kisera, na sera mbili sasa zinatambua mahitaji ya kundili muhimu vizuri, wananchi na wa wadau wakaelewa nini maana ya diplomasia ya uchumi, tunazungumza kuhusu nini? E, mtu anavyosema diplomasia ya uchumi kwa, kwa lugha nyepesi tu ni kwa sababu diplomasia ni uhusiano, na diplomasia ya uchumi ni kuhakikisha tunahusisha maswala maslahi ya kiuchumi ya taifa katika mahusiano yote, yawe ni mahusiano ya wili, yawe ni mahusiano ya kikanda, yawe ni mahusiano ya kimataifa. Hata ushindi wa Profesa Janabi nao ni sehemu ya utekelezaji wa diplomasia ya uchumi. Sasa hii inatambua hata kwenye maswala ambayo zamani yalikuwa onekana ni ya kisiasa, kama vile ulinzi wa amani, eh, haki za binadamu, eh, usuluhishi wa migogoro inachukuliwa kwamba juhudi za nchi juhudi za kidiplomasia ndani na nje ya nchi kwenye kushughulikia maeneo haya ni hatua muhimu kuwezesha ushirikiano wa, wa, wenye masuala ya kiuchumi mathalan, kama jirani yako ana mgogoro unakuhusu. Huwezi kusema huu uh, mgogoro na nchi jirani au uh, haunihusu. Unakuhusu kwa sababu ukisuluhisha ule mgogoro, kukawa na amani, wafanyabiashara wako na watakuwa na uwezo wa kuuza bidhaa, watakuwa na uwezo wa kufanya biashara, watakuwa na uwezo wa kuwekeza. Kama kuna mgogoro kwenye maeneo jirani inaathiri kwa kwa mfano kampuni, kwa sababu wafanyabiashara wetu watabaki mipakani, hawataweza kupeleka watu, watu wataweza kwenda na kurudi. Kwa hiyo lazima tufanye juhudi za, za, za, za makusudi kupitia sera hii, kwa sababu ina malengo ya peace, security na stability ya kusuluhisha siasa, ulinzi na usalama, kuhakikisha kwamba sisi na majirani zetu, e, popote pale penye changamoto tuna tatua, lakini kama njia muhimu kuwezesha ushirikiano thabiti wa kiuchumi. Sera hii msingi wake mkubwa diplomasia ya uchumi, na diplomasia ya uchumi ni kuchangamkia fursa za kiuchumi. Lakini utaona kwamba sera hii katika wadau, katika mgawanyo wa majukumu kwa wadau, muundo wa kitaasisi, sekta binafsi imepewa jukumu lake miongoni mwa majukumu kubwa kabisa la sekta binafsi ni kuhakikisha kwamba anachangamkia fursa zinazopatikana. Mikataba yote tunayosaini kati ya Tanzania na nchi nyingine, mikataba inayosainiwa kati ya chemba za biashara kwe za kwetu na za nchi nyingine, fursa tunazozitafuta e, za masoko ya bidhaa zetu, mtekelezaji mkubwa ni sekta binafsi. Kwa hiyo utaona sekta binafsi amepewa jukumu kubwa sana kutekeleza sera hii kuhakikisha inafanikiwa, lakini pia ana jukumu la kutoa ushauri wake, kumshauri serikali pale ambapo wanaona kwamba kuna fursa na anahitaji zichangamkie, then inahitaji nguvu ya serikali ipo hapa ndani, mgawaji wa majukumu ya, ya wadau. Kwa hiyo, kwa fupi sana, sekta binafsi ni muda mkubwa na ana jukumu kubwa sana, kwa sababu yeye ndiye mchangamkiaji mkubwa wa fursa zitokana na ushirikiano wa aidha ni uwili aidha ni ushirikiano wa kikanda au ushirikiano wa kimataifa. Kama unavyofahamu, hii ni sera ya muungano na wizara ni ya muungano, msisitizo ni mmoja, kwamba fursa zote zinazotafutwa nje ya nchi lazima zizingatie pande zote mbili za muungano. Kwa lugha nyepesi inasema maeneo mahususi yanahusu Zanzibar, lazima fursa kutoka nje ya nchi. Na utaona kwenye sera hii, unaona inazungumzia eneo jipya kabisa la uchumi wa bluu. Hili ni eneo pana hili lina mambo mengi kule ndani, lina mambo ya utalii, lina mambo ya utunzaji wa mazingira, lina mambo ya usalama wa mipaka, usalama majini. Lina mambo, lina sekta za usafirishaji, sasa ni sek... eneo ambalo limechukuliwa sasa, kwamba pamoja na kwamba linanufaisha watu, lakini ni eneo lazima atakisha kwamba fursa zake mahususi, kwa sababu ni kipaumbele kubwa kabisa namba moja cha serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo utaona sera sio tu kwamba imechagua maeneo mapya kutoka hewani, kuwa na maoni ya wananchi, kusanya maoni, na eneo lilobainishwa kwamba ni muhimu likajumuishwa kwenye sera hii, mojawapo ni hilo la uchumi wa bluu. Na linaigusa Zanzibar na baadhi ya maeneo ya ya Tanzania bara. Kwa hiyo utaona hilo ni moja hapo, lakini kwenye utendaji ni lazima kila swala linalohusu ushirikiano wa kimataifa lazima liguse pia Zanzibar. E, ni swala ambalo maswala ya kimataifa yanashuhulikiwa kwa pamoja. E, nadhani ni, iwe ipendeze niishi hapo.